Allahumma sali wasalim wabarik alaihi wala alihi waashabihi ajmain, wabaad. Asubuhi ya leo tumemkia habari nzito ya mauti ya ndugu yetu Faris ibn Malik rahimahullah, na habari ya kifo siku zote haizoeleki, kifo ni siri kubwa, Kifo ni kichungu na kifo kinashtua, na ndio maana mmoja alisema, iltamis wabhatha an qalbika fi thalathati umuri, utafute moyo wako kama uko kweli katika mambo matatu, inda dhikri llahi ta'ala Wakati anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala, na sifa zake na ufalme wake na ukubwa wake, utizame moyo wako na kuaje, wakati unapozisikia sifa za Allah. wa inda qiraati alquran, na inaposomwa Qurani uangalia moyo wako na kuaje, wakati unapoisikia Qurani inaposoma

Na hawataki kusikia kabisa, lakini wanapotajwa wengine miungu yao wapenzi wao, wana furaha na kuonyesha bishara njema kwao kwamba huyo aliyotajwa ndio wakwetu, lakini waumini bila hata. Jambo la tatu, ikiwa unao moyo au hauna, utafute katika habari ya kifo, inda dhikri al-mawt. Unapoyaona mwenyewe kwa, kwa macho yako mauti, unapomuona maiti anavokafiliwa, anavotiwa, sandani, anavopelekwa, kaburini, alivyoacha mambo, yake alivyokatikiwa na uhai wake, alivyoacha familia yake, alivyoacha makazi yake, alivyoacha rafiki zake, mke wake, watoto wake, sahibu zake na wenzake, kafa bil mauti waida. Kama mtu anataka mawaidha hana haja ya, ya kusumbuka, akitizame tu kifo katika njia hii, basi anapata mawaidha makubwa mno. Marhum Faris, leo alikuwa ametualika ftari al nyumbani kwake, na hivi leo tunge ftari kwake baada salati al-maghrib, lakini malakul mauti ametangulia akamchukua.

bila ya mimi nami kupunguziwa, sasa sote aliotualika maadamu ilikuwa nia ipo. Na Bwana Mtume anasema, innamal a'malu binniyat <laughs> Mwenyezi Mungu ampe thawabu zake kamili, amsamehe makosa yake Amen. Na awape watu wake wa karibu, sote ni watu wake wa karibu, na ndio maana tumemzika kwa wingi, ila kuna wale wa karibu zaidi mke wake watoto wake wapwezake jamaa na marafiki walikuwa karibu, awape subra katika kipindi hiki kigumu, kwa sababu aina ya kifo kama cha kwake huwa kinagonga nyoyo kutokana na kwamba wakati mwingine mtu anapougua muda mrefu unakuwa kama ameshakuandaeni kisaikolojia kwamba ataondoka, basi akija, akiondoka inakuwa kidogo ishazoea zile habari zake. Lakini anavyoondoka bila kuaga kama hivi, inakuwa mtihani mzito. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atupe sote subra na watu watu wake hasa wa karibu, asabru wasalwan, kwa sababu subra ina ujira mkubwa. Au wanasema innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi ghayri hisab, hakika wanalipwa wale wenye wa kusubiri ujira wao bila ya hisab. Kweli kuondokewa ni msiba, lakini kuzikosa thawabu za subra ndio msiba mkubwa zaidi. Kwa hiyo ahli zake, watu wake, rafiki, wasikose hizi thawabu za subra, kwa sababu itakuwa msiba miwili, itakuwa msiba wa kuondoka na msiba wa kukosa subra ambazo ungezipata wakati wa kusubiri. niliwahi kusoma

Nilikuwa nikidhani kwamba malaika wa mauti hanyakui roho isipokuwa za vile vizee na vibibi, vibabu vile na vibibi, ndivyo vinavyoondoka katika hii dunia. Anasema hivyo, maanake kila ukisikia unasikia mzee fulani kafa, babu yake fulani kafa, babu yake fulani. Nasema nilivyokuwa mdogo nilikuwa nikifikiri malaika wa mauti anawatembelea hawa wazee tu. Asema walamma kabirt, nilipokuwa mtu mzima sasa raaitu Ma ana malaka lmauta tatifu man huwa asghar bini, nikawa nakumbe sio kweli, malaika wa mauti anawachukua mpaka wale waliokuwa wadogo wangu mimi waliokuwa malaika mmini. Wengine wamezaliwa leo, wengine wana wiki moja. Hakuna miaka maalum ya kuondoka katika lmii wala hakuna situation maalum kwamba huyo anaumwa sana ataondoka yeye, au huyu ni mzima kweli kweli afya na miaka mia mbele, au yuko la. Mshairi asema, wakam min sahih mata min ghairi ilatin wakam min saqim asha hina min aldahri, ni wagonjwa wangapi waliendelea kuishi muda mrefu, nami ni wazima wangapi tumewazika. kwa hiyo Kifo kinatakuta aliyekuwa wakati wake umefika, kisha fika basi. Utaona basi anaalikanisema fakuntu indama asmau anna ahad aljirani tufi, nilikuwa nikipata habari za kifo cha mmoja katika majirani zetu. Kuntu ashkuru ashkuu anaaaka mia Tukisha mbeba kupeleka makaburini, nilikuwa nikihisi kana kwamba malaika wa mauti ananongoneza katika masikio yangu yanu ananiambia <coughs> saati alaika huyu, leo siku yake ameshafika, lakini wewe ndiye utakayefuata baadaye. Akifa mtu pale mtaani, unahisi kama malaika mauti yuko pale, ametembelea kisha chukua roho mchangua mwenzetu tu kisha yake. Lakini yeye alikuwa anasema, nikisikia maziko bahala fulani, na kama malaika wa mauti anasema, na mimi namwambia, next ni wewe. Na yule mshairi akasema, idha hamalta ila alquburi janazatan falam annaka badaha mahmulu Siku moja ukipeleka jeneza makaburini, tambua kwamba itakuja kuwa zamu yako siku moja. Kwa hiyo mba. ndugu yetu ameshatangulia, ni juu yetu sisi kumwombea mafira na kumkumbuka kwa dua. Sasa darasa kubwa ni juu yetu sisi tuliyobaki. Tulikuwa tukizungumza kila siku hapa, na alhamdulillah Mwenyezi Mungu amenijalia na mimi nimepata riziki ya kumzika ndugu yetu, rafiki yetu, sahibi yetu, ambaye kila nilikuwa nikija Burundi tulikuwa tukipata mialiko kama hiyo hayiko na sisi, na ni mtu mwema alhamdulillah. Ishara ya uwema wake, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amemchukua katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, amezikwa na wengi, ameswaliwa na wengi zaidi ya safsaya arbain, uh, hapa na huko kwenye waziara, umma ulikuwa mkubwa wote wakishuhudia kuhusu wema wake <coughs> na namna alivyoishi na watu, suluk alizokuwa nazo. Basi hili ni somo kwa mimi na wewe, ambaye ndio tuko hai hapa, na sisi hatujui, huenda ni kesho na kesho kutwa, ni leo, ni sasa, ni sasa hivi, kwa sababu mwenzetu pia alikuwa hajui. Ndio maana katoalikafikari leo mwakani tulikuwa nayo mwaka jana na leo tumekuwa naye, na akiwa na tamaa kwamba atamaliza pamoja nasi na mama. Kuna siri kubwa imamu wetu hapa ametusomea, wama tadri nafsu bi ayyi ardhin tamut. Wewe na mimi tunachukua somo gani? Katika darasa nyingi hapa tulikuwa tukizitoa ni mara nyingi nilikuwa nikijihusia nausiangi usieni nani, ndugu zangu, katika swala la kujiandaa na mauti wakati wa wote. Yeah. Na tukua mara nyingi nikisema maneno nakumbuka nia nikisema usilale uh, kabla ya kuandika wasia wako umehusia, na nilikuwa nikijaribu kusema kiutani kwamba sio kwamba tunatishana Andika wasia wako. Najua nyumbani watasema kulani. Uh, sasa unatutisha au tunaogopa? Kwamba unaona ukiandika wasia unaona kama utakufa. Kiandike wasia zinaonyesha kweli kishwa ijari hizi zinakusaidia wewe na wale ambao kwamba watakuwa baada yako wewe katika mambo mengi. Sisi tuna mambo mengi hapa, tuna siri nyingi

Na fulani na fulani na fulani wananidai, fulani na fulani na fulani kuna amana yangu fulani na fulani, fulani, fulani kuna amana yake. Yote haya basi, unapokuwa umeondoka katika hii dunia, watu wanapitia yale yote ambayo wewe umeyaorodhesha, umeyausia, na una kuwa mwepesi katika jambo hili. Haya ni mambo muhimu sana katika muamala wa siku zote, kwa sababu sisi ni wafanyi biashara, sisi ni watu ambao tunaamiliana, sisi ni ndugu, sisi ni watu na nanana na sisi zote. Hivi vitu ni muhimu sana katika ulimwengu wa Kiislamu. Lakini pia leo ni usiku wa kwanza katika kaburi la ndugu yetu almarhum Kais. Hapa siku zote tulikuwa tunazungumzia usiku wa kwanza kaburi

Ni usiku mzito sana lakini, kwa mwenye amali zake, mwenye mambo yake mazuri, ni usiku mwepesi. Na tunauomba huo usiku mwepesi kwa makomeli yetu na hata wote amuwatu nimosiki na katika darasa hili, hii nimepata habari pia, kuna wengi ambao wameshaondoka, wameshakufa wote tunawaomba tunamuomba Mwenyezi Mungu awarehemu awasamehe makosa yao, tunaowajua na tusiowajua, wa muslimina wamuslima. Lakini nini kinafaa kusosi ta kwa mfano wa kisa kimoja kimetokea, adaiya lmaruf anaitwa Muhamad Ibni Abdrahman Al Arifi, maarufu sana imaikuya Tanzania akututembelea anasema alikuwa ali na rafiki yake, au alizungumza na mmoja katika makadhi wa riadha huko Saudi Arabia. Huyu kadhi alimhadithia kisa, anamwambia bwana, ililetwa kesi katika ofisi zetu, jamaa fulani alifariki. Lakini aliyefariki alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa, na alikuwa na uwezo mkubwa lakini katika kupekuliwa familia yake akawa hana mrithi hata mmoja, katika wale aslia hana aslu wala faru wa katika baba mama mke watoto hana, lakini mali sasa wakatafutwa wakatafutwa, at least upatikaniwa hata wambali katika walikiwak, wakasema katika notes zile wakapata majina ya baadhi ya ndugu sio karibu sana lakini mabaya. Eh, amia hiyo ni amia hiyo amia hiyo amia hiyo ngapi? Basi, bas kupigiwa simu, ukapatikana watu watatu, wana fulani na fulani na fulani naitwa kwa hapa. kuna nini tu hapa kwa hapa hani ndio tushtaki tena wana tutafutia zahma nani. Wamefika kwa kadhi, kadhi anamuuliza mnapiga fulani btunamjua n amefariki. inna lillahi wa inna ilaihi rajibu. Huyo mtu mnamjua, yo ndugu yetu, lakini kwamba hahali huko, nasema hakuna mtoto wake, si hatuna habari zozote ke navojua sisi. Unamwambia hana mke, hana mtoto. Mke alikuwa naye zamani koameasha, hana, hana, hana, hana mtoto hawajajua umeti nini. Kadhi yakwambia, basi sisi pia tumepekua tumekuta kwamba hana mtoto hana baba hana mama hana mrithi, isipokuwa warithi wake ni nyinyi watatu. Eh? Ndio. nyinyi ni warithi wake, ndugu zake. Kwa hiyo kuna pesa niacha hapa, na fungu la kila mmoja ya miongoni mwenu ni nlia waamasha, utapata mia moja na kumi na tano milioni riyal. Kila mmoja katika nyinyi watu watatu atapata kiasi hicho. Sheikh akapiga mfano wakati huo, akasema ni sawasawa kama na dola milioni thelathini dola, akasema mmoja pale pale alisiia mia wa hamstaka milioni ya ria. Kazini. <coughs> Mwingine kalia sana. Mwingine namuuliza kama unasema kweli, sisi ndio wali. Kama ni mimi ndio wali. Akatoa cheki. Kila moja tamka cheki ya mia moja kwa kumi na tano ria. Kila mmoja hapa. Walipozipokea, akaambia sasa nakuombea Marehemu aliondoka, hatukuona wasia wake wote. Sasa kwa sababu ni ni warithi wake, nampesha pokea rai nagombeni sasa, kila mmoja at least atabarra milioni riyal kila moja katika, katika hamstasa milioni, toa milioni moja riyal tumjengee marehemu msikiti, yaani tumfanyie salaatijaitumfanyie satinjai kila mmoja ato mmoja anasema, mimi na madeni kwelikweli, madeni yangu mengi. ya yawezipesa amezipata hivyo hivyo bila ajasho lolote, ili kweli, unaweza ukaambiwa maneno hayo yule ambaye ni kwa sababu ya wewe kupata kitita hicho mtolee kitumfanye kitu fulani, asema una maneno hivi. Utulivu wa mmoja akasema bwana, mimi nina mambo mengi kweli kweli, haitoki atariari na mambo mengi kweli kweli. Mwingine akasema maneno mazito kuliko wote, akasema bwana, alladhi ma nafsa huu lamnafaa hu yule ambaye hakujifanyia mwenyewe, sisi hatuwezi kumfanyia kitu chochote. Ile pesa yeye mwenyewe ni kwa nguvu za kujifanyia, sasa zishakuja hizi, zishakuwa kwetu, tena hatuwezi kumfanyia kitu chochote. Wakaondoka ila mmoja naye na cheki yake, wakapotea. Sasa hii ni mifano haya ha, ambayo ipo katika dunia inatuonyesha kiasi gani tunatakiwa sisi tujenge na akhira yetu pia, tufuate taalimu za dini aliyomfundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pia tujikumbuke ile hadithi, hadithi ya Mtume inasema hivi: ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi, ni nani katika ninyi anapenda sana mali ya warithi wake kuliko anavyoipenda mali yake? Wakamwambia ya Rasulullah, hakuna katika sisi isipokuwa anapenda sana mali yake kuliko mali ya warithi wake. Kasema basi maluhu maa qaddam wa mali walidihi maa akhkhar, mali yake mtu ni ile aliyoikadimisha, aliyoipeleka mbele, na mali ya warithi wake ni ile aliyoichelewesha, kama ile walioipata hawa jamana, kumpa vya riali milioni wachi kwa tujifanyie wenyewe, tujitakie wenyewe, tujitafutie wenyewe, tufanye mazuri wenyewe, ili tukapata huko yali aunasemao, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, wa khairan wa a'zama ajra.

mgeti kwa hiyo anahitaji zaidi msamaha kuliko chochote kingine na mwenye haki ambaye anaona kwamba ziko haki zake, aseme aseme. Akishaondoka na hakuna mtu anayejua, hizi ni za kwangu, au vitu kama hivi vinatokea katika maisha ya binadamu. Mtu awe mcha Mungu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anapomrakibu Allah katika jambo, Allah atampa bora kuliko lile.